ya mazingira ipo kwenye ilani imejieleza, simulakini si, <tie> Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye ilani tunatamani kuona mataa yakiwaka kama maeneo mengine kupitia ilani hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna nufaika kama Misheni ni lazima, na mama amesema mahali popote palipojengwa barabara ya lami, taa ni agizo, lazima ziwake. sismama si, hey! zangu kaeni mkao wa kula, kaeni mkao wa kufanya biashara mpaka usiku. Mama Samia sapoti. Alafu tukisema Mama Samia tuna na kuitika. Mimi ni mwenyekiti taifa kwenye hii taasisi Mama Samia support, kazi yake ni kusapoti wabunge walioteuliwa na Chama cha Mapinduzi, ni kusapoti madiwani walioteuliwa na Chama cha Mapinduzi <coughs> na kuhakikisha tunasimamia kuvunja magu, magu, magu, magrupu. Hapo awali tulikuwa tuna magrupu kwamba wewe ni wa fulani sawa, eh? Kuna mzazi wangu yuko hapa wilaya eh, kat, eh, katibu wa wazazi, ni kwamba na yeye alichukua fomu ya kugombea, lakini sasa tumeshaletewa mtu bora anani sahihi zaidi. Sio kwamba hata wale hawakuwa sahihi, walikuwa ni sahihi zaidi, lakini kwa kipindi hichi tumeona kwamba injinia Maganga anatufaa kutufikisha simu fulani kotu mheshimu na kumtii, tumpeleke Oktoba 29, tupige kula mafiga matatu. Wanamisheni, niwaombe, niko chini ya miguu yenu. Injinia hana longolongo, hana siasa. Mainjinia wote huwa ni vitendo. Niwaombe sana, wanamisheni, huyu ni mzee wetu, tuvunje makundi, tumuunge, tumpe kula za ndio Oktoba 29, bila kusahau madiwani walioko jimbo la Sikonge. Mama yetu Samia msisahau, kula za kishindo zitoke hapa katika jimbo la Sikonge. Tunashukuru sana. Ni kweli nimekuwa mtumishi wa umma, nimewatumikia wana Sikonge, nimewatumikia Watanzania wote katika sekta ya nishati Wakati nateuliwa kuwa mkurugenzi mkuu wa wakala wa nishati vijijini, wilaya yetu ya Sikonge yenye vijiji 71 vilikuwa vyote havina umeme, lakini kwa juhudi za Chama cha Mapinduzi, kwa juhudi za Chama cha Mapinduzi na kwa kunipa hiyo dhamana, nimefanya kazi katika vijiji 12368 vya nchi hii na vijiji 71 vya wilaya ya Sikonge. Leo vijiji vina umeme umemem CC dege zangu, labda niwaulize kuna mtu yeyote hapa kati yetu hapa ambaye ana mashaka mashaka na chama cha mapinduzi? Kuna mtu yeyote ambaye ana mashaka na chama cha mapinduzi? Kama hakuna, hatuna mashaka na chama cha mapinduzi. Hebu naomba tunegikam Leo hiwa na Misheni na Wasikonge kwa ujumla, sisi tunalala bila mashaka yoyote. Kweli sio kweli? Kweli sio kweli? tuna wasiwasi na mitutu ya bunduki? tuna wasiwasi na kudharauliana? sisi tunalala kwa amani, tukiamka sisi ni kwenda kufanya shughuli za kiuchumi ili tujipatia maendeleo. Kweli sio kweli? Tanzania tuna amani kweli sio kweli? Tuna utulivu kweli sio kweli? Tanzania, tuna mshikamano kweli sio kweli? Hata mkusanyiko wetu huu unaonyesha amani tuliyo nayo. Sisi moyo, sisi moyo. Ndugu zangu, leo Chama cha Mapinduzi kinakuja kutuomba sasa. Chama cha Mapinduzi kinataka ridhaa ya kuweza kutengeneza dola. Wana Misheni, niwaulize tayari kukiunga mkono Chama cha Mapinduzi mkono kimbaisemu y ni chama ambacho kimetufanyia mambo mengi kweli, sio kweli? Wenzangu wameeleza hapa mambo mengi yaliyofanyika. Ninaomba wanasikonge, huyu mama katufanyia mambo makubwa na mazuri. Tarehe 29 Oktoba ikae ndani ya nyoyo yetu. CCM oyee ikae ndani ya mioyo yetu kwamba wana misheni tuna jambo letu. Wana misheni tunaenda kuiheshimisha Sikonge, kwa sababu misheni, kwa wingi wenu huu na furaha yenu na uchangamfu, yawezekana misheni naenda kuongoza peli, sio kweli?